Hey, mambo vipi, watumiaji wa Windows 11 leo kuna features zinahitaji kuweza kushare na nyinyi, pengine ulikuwa huifahamu. Sasa hivi Windows wameturahisishia, bila ya kuzunguka sana, una uwezo wa kukopi maneno ama maandishi yaliyomo katika picha fulani ambayo unahitaji kuyapata hayo maandishi, una uwezo wa kuyapata maneno yote ambayo yamo katika picha fulani na kuweza kuyakopi. Vipi unaweza kufanya hivyo? Njoo katika picha ambayo ina maandishi ambao nahitaji kuweza kuyapata hayo maandishi. Mfano, mimi nahitaji haya maandishi hapa niweze kuyakopi. So uta right click hiyo picha na uta open with Snipping Tool. Okay, hakikisha umetumia application hii Snipping Tool, then katika hii Snipping Tool kuna hiyo features mpya ambayo ipo kwa sasa kwa tumia juu Window ambayo ukiweka kasi yako inasomeka text actions hapa juu, unaona hii ndio hii ambayo tutakwenda kuitumia. So click, then itaweza kudetect maandishi yaliyomo katika hiyo picha na kuweza kuyaselekti yote, haijalishi kuna maandishi ya kiwango gani katika hiyo picha, hata yawe madogo, yataweza ku detect na kuweza kuziselect zote, then uta click hapa katika copy all text, na tayari utakuwa ume copy maandishi yote yanayopatikana katika hiyo picha yako. Unaweza kuja katika dokumenti yako, then ukapaste na ukaona Check RAM slot without opening your PC, ndio maandishi ambayo yanapatikana katika hii picha yangu. Hapa nimeweza ku copy kutoka katika picha kama hivi, so unaweza kutumia picha tofauti tofauti, na sana hii inafanya kazi katika screenshot, scan document, lakini pia hata handwriting ina detect vizuri tu na kuweza kukupatia hayo maandishi na kuweza kuyatumia katika sehemu nyingine katika kazi zako. So leo nilihitaji tu kuweza kufahamisha hiyo features mpya ambayo inapatikana katika snipping tool ya kuweza ku take actions na kuweza kuselect zile text zako zote ambazo zinapatikana katika picha fulani. Sina la ziada leo, like video hii, hakikisha umesubscribe kama ni mgeni katika YouTube channel yetu ili usiweze kupitwa na tips na tricks kama hizi katika kutumia operating system ya Windows. Tukutane wakati mwingine.